Jana saba wanaoaminika kuwa wanachama wa genge la uhalifu ambalo limekuwa kero kwa wakazi wa kaunti ya Mombasa wanazuiliwa kufuatia msako ulioandaliwa na maafisa wa usalama baada ya kupashwa habari na wananchi andwthlsomctwc ben toeoh hecel Msako kuwa nasa vijana hawa uliandaliwa baada ya naibu chifu wa eneo la Old Town kupashwa habari na wananchi baada ya kulishuku gari moja eneo hilo We have been able to find 48 pieces of cut out fuse, one wiper, one umbrella, we have a roll of bang, we have one Maasai whip, we have one laptop, we have one uh, one speaker and we also have five knives which have been recovered from the vehicle Vijana hao wanatarajiwa kufikishwa mahakamani hapo kesho. Kukamatwa kwa genge hilo la vijana kuna jiri siku moja tu baada ya kamishina wa kaunti ya Mombasa Nelson Marwa kuagiza maafisa wa usalama kuwasaka vijana hao. criminals, Mr. Ospidi, hapo Mama Ngina drive hizo caves ziko hapo, kuna criminals hapo, usiku wanatoka wana terrorize, wananchi, ifanye operation hapo, wanasumbua wananchi Likoni ferry na Mama Ngina drive ndio wana kuterrorize wananchi mpaka Kizingo. Afadhali operation kwa hizo caves, hizo caves zote all the way mpaka old town. Marwa aliyasema hayo wakati wa sherehe za sikukuu ya Jamhuri, Mombasa.